Jeshi la polisi Mbeya, ni Edwin, ni Liwauli, 26, Chesko, Muheze, wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Edwin Liwauri miaka 26, Chesko Muheze miaka 44. Huyu ni mlinzi wa mradi kwenye mradi mmoja wa maji ambayo inaendelea kujengwa katika eh, maeneo hayo ya mkoa wa Mbeya katika wilaya hii ya Mbarali. Mwingine ni Hamza Madete miaka 29. Wote ni wakazi wa Igawa wilayani Mbarali pamoja na Victor Timbulo miaka 25 mkazi wa Ifakara mkoani Morogoro. Hawa wanashikiliwa kwa pamoja kwa tuhuma za wizi wa mabomba 50 ya chuma ambayo inaitwa kwa lugha ya kitaalamu scaffold pamoja na chuma minin, pamoja na chuma na leveling machine na stand yake vifaa ambavyo ni vya mradi wa maji unaojengwa na kampuni ya Lassen and Tobo Limited ambayo imepewa jukumu hili na serikali kujenga mradi wa maji katika wilaya ya Mbarali. Watumiwa walikamatwa kati ya tarehe 22 Aprili na tarehe 15 Mei katika msako ulioendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya na hatimaye wengine kuwakamata katika mkoa wa Morogoro. Watumiwa waliiba vifaa hivyo kwa kushirikiana na mlinzi ambaye nimemkwisha mtaja, kwa kampuni ya Jimson Securities Company Limited ya mkoani Iringa na walikuwa, walikuwa wakisafirisha vifaa hivyo kwa kutumia pikipiki aina boxer number, ya boksa isiyokuwa na namba wala usajili naitwa Christina. Katika mahakama ya wilaya Chunya imemhukumu mtuhumiwa mmoja anaitwa Rutenga Wilsoni Majora miaka 32. Huyu ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi kilichopo kata ya Matundasi wilaya ya Chunya kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto mdogo wa miaka 14 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi baada ya kuishi kinyumba na mhanga huyo. Ni kwamba Mei 14, eh, mwaka jana, afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Chunya alipokea taarifa ambayo ilipelekea jeshi la polisi kufanya ufuatiliaji, kufuatilia eh, jinsi ambavyo mtuhumiwa huyu aliweza kumchukua huyo binti ambaye ni mhanga wa miaka 14 na kwenda kuishi naye kinyumba kwa hiyo mnamo Mei 15 mwaka 2024 mtumiwa Rutenga Wilson Majora alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kisha kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chuni, na baada ya upelelezi kufanyika mtumiwa aliweza kufikishwa mahakamani na kisha ushahidi kutolewa na baadaye, eh, mahakama kama nilivyosema, ilifikia hatua sasa ya kufikia maamuzi yake. Kwa hiyo mnamo tarehe 20 mwezi wa mwaka 2024 kesi hii ilianza kusikilizwa na ilikuwa mbele ya hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya Chunya James Mhanusi, na mwendesha mashtaka wa serikali William we, wa serikali Mwajabu Tengeneza ambapo ilifikia hitimisho tarehe 2 mwezi wa, wa, wa pili mwaka huu. Mtumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 30, lakini kwa upande wa wilaya Mbarali mtuhumiwa hmm, anayeitwa Kulwa memba, miaka 30, huyu ni mkazi wa kijiji kifungo, utu, cha Rukali. Huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la kumbaka mhanga binti mwenye umri wa miaka 17, na hii ni baada ya kuwa amemtorosha na kwenda kuishi naye kinyumba. Mtuhumiwa ambaye amekamatwa na kufikishwa mahakamani, huyu alikamatwa akiwa anaishi na huyu binti ambaye ni mhanga, akiwa ni mlemavu wa ngozi yaani albino nakwenda kuishi naye jijini Dar es Salaam, lakini kwa kutokana na ufuatiliaji wa matukio haya na umahiri wa askari waliweza kumpata huko Dar es Salaam na kumkamata na hatimaye kumleta katika himaya uh, hii ya Wilaya ya Mbarali na kumfikisha mahakamani. Kwa hiyo hukumu hiyo ilitolewa tarehe 15 Mei mwaka huu mbele ya hakimu wa mahakama ya Wilaya ya Mbarali Mheshimiwa Aliko Mwandumbia na mwendesha mashtaka wa polisi mkaguzi msaidizi Giveni Kombe. Sitakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe za mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 4 mwaka 2024 na baada uyo, ya kumtorosha binti huyo walienda kuishi naye kama nilivyosema kule Buguruni, wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam. Vilevile mtu mahakama ya wilaya ya Mbarali imemhukumu Amiri Kaduma miaka 20, mkazi wa kijiji, wa kijiji na kata ya Badibira, wilaya ya Mbarali kwenda jela kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kujaribu kubaka alilofanya huko katika kijiji cha ya Makuyu na alifanya hivyo baada ya kuingia chumbani kwa Muhanga alikati ya Merala, uh, na huyo Muhanga alikuwa na umri wa miaka 12, kwa hiyo hakuwa na jinsi, lakini alipopiga kelele aliweza kupata msaada. Kwa hiyo hukumu hiyo pia imetolewa tarehe 30 Mei, tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mbele ya hakimu wa wilaya ya Mbarali Mheshimiwa Emil Mwambapa na mwendesha mashtaka wa serikali Ana Rose Kasambala na mshtakiwa alitenda kosa hilo Januari 24, mwaka 2024 majira ya usiku kufuatia as e, upelezi uliofanywa ndipo, baada ya taarifa taarifa kupokelewa katika kituo cha polisi, mtuhumiwa aliweza kufanikiwa kukamatwa, kwa sababu baada ya kutenda kosa hilo alikimbia, lakini lakini upelezi ulipokamilika alifikishwa mahakamani na kupatikana na hatia hii ambayo imesema ya kufungwa kifungo cha miaka 30 yeah. Yeah, na, na jeshi la TANAPA au jeshi la uhifadhi inamshikilia mtu mmoja anaitwa Saidi Pius Ngovano, miaka 50, huyu ni mkazi wa Saadani katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali. Tumiwa alikamatwa katika msako wa pamoja uliofanywa mnamo tarehe 14 Mei mwaka 2025 katika maeneo ya magaida Magida ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha tarafa ya Rujewa, wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya, na alikutwa akiwa na nyara za serikali ambazo zinahusu wanyama wanne, ambao ni nyama wa kwanza ni pundamilia, swala, ngiri pamoja na nyati. Aidha, mtuhumiwa huyu pia alikutwa akiwa na silaha aina ya gobore, akiwa na goroli mbili ambazo anazitumia kama risasi katika kuua hawa wanyama, lakini pia alikuwa na kisu ambacho alikuwa anakitumia katika eh, uwindaji huo haramu. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu na taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani kuanzia sasa. Wakati huo huo, jeshi la polisi kwa kushirikiana pia na askari wa Tanapa pamoja na tawa hawatawa kutoka katika mkoa wa Ruvuma tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Betuel Kweya huyu ana umri wa miaka hamsini na moja mkazi wa kijiji cha Miombweni wilaya ya Mbarali kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali na hizo nyara amepatikana nazo bila kibali. Kwa maana hiyo mtumiwa huyu alikamatwa Mei 15 mwaka huu katika kitongoji cha Azimio kwenye kijiji na kata ya Miombweni tarafa ya Rujewa mkoa wa Mbeya na hiki kikosi kazi ambacho nimekitaja kilichokuwa kinajumuisha jeshi la polisi, TAWA pamoja na TANAPA ambapo katika upekuzi huyu mtumio alikutwa akiwa na meno manne ya tembo yenye uzito wa kilo 18, ambaye ambayo alikuwa ameyaficha kwenye mfuko wa sandarusi, tayari akiwa anaandaa mazingira ya kuweza kumpata mteja. Lakini pia mtumio huyu pamoja na hayo alikutwa akiwa na gobole moja ambalo alikuwa anatumia katika uwindaji huo haramu. Mtumio amekamatwa katika harakati za kutafuta wateja ili awauze haya meno na uchunguzi wa awali pia unaonyesha mtumia huyu ni mwindaji haramu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wote na baadhi ya wale watenda makosa hasa wenye tabia hii ya kuhujumu rasilimali za, za taifa wacha mara moja tabia hii, kwani jeshi la polisi pamoja na majeshi mengine au mamlaka zingine za uhifadhi kama vile TANAPA na TAWA tupo makini na hatutasita kuchukulia hatua mtu yeyote ambaye anahusika katika uhalifu huu na kumfikisha katika vyombo vya sheria. na Aidha, wale watu wote wanaoingia kwenye hifadhi ya taifa bila kibali kufanya uwindaji wa wanyamapori walio katika, aidha kwenye hifadhi au kwenye ma mapori ya akiba bila kufuata utaratibu, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine au majeshi mengine tutajikita, tutaji katika kufanya misako na tukiwakamata hawa ambao wanafanya e, utaratibu wa kuuwinda na kujipatia kipato kisicho halali bila kufuata utaratibu tutawafikisha mahakamani. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya katika kupambana na madawa ya kulevya na mnamo tarehe nane mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya asubuhi kwenye kizuizi kilichopo maeneo ya Igawa katika wilaya ya Mbarali iliweza kukamata mtumiwa mmoja aliyekuwa akisafirisha bangi kutoka Mbeya kuelekea Morogoro akiwa katika basi la Abudi. Baada ya upekuzi, bangi ipatikana katika begi kama mnavyoona. Mtuhumiwa amekamatwa, taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani. Mkazi wa Mbalali: kwa huu mradi wa maji, laiti ungekamilika kwa wakati ungetusaidia wananchi kwa wakati lakini sasa inakuja kuleta shida kwa wale wanaokwamisha kwa kuiba vifaa vya huo mradi au hayo mabomba. Ina maana Mbarali, tutakuwa na shida kubwa ya maji e, na tutachelewa kukamilishwa huo mradi. Mimi naitwa Zuberi Kasimu Changa na mkazi wa Mbarali. E, mladi, mladi kuna mradi mmoja wa maji huko katika wilaya yetu ambao utasaidia mkoa wa Njombe na Mbarali yenyewe. Wananchi, naomba katika mladi huu tuwe walinzi sisi wenyewe, kwa ajili ya mradi wetu, ili uweze kutusaidia na uende haraka, kwa sababu wanapokuwa wanajenga wahisani wa, wa ni kwa sababu ya kutusaidia sisi wenyewe. Mali hii ni ya wananchi wenyewe tunaomba sana wananchi wajitahidi kuwa walinzi wa hii mali ili iweze kujengwa kwa wakati.